Hii ni hadithi ya Kamya, msichana mwenye aibu na anayejiona hapendezi, ambaye amekuwa na wasiwasi kuhusu sura yake, hasa paji lake kubwa la uso. Wakati wa utoto wake alipotea katika shindano la urembo kwa sababu alionekana hapendezi na akalia. Mshindi wa shindano hilo Roy alimkaribia, akaweka taji yake kichwani mwa kamya na akamtazama kwa upendo. Kamya aliuliza kama angeweza kushinda shindano kama hilo, na Roy akamhakikishia kuwa anaweza. Wakati huo ulibaki kwenye kumbukumbu ya Kamya, akaukumbuka kwa furaha sasa kaka yake mdogo wa Kamya hakuacha nafasi ya kumdharau. Wakati wa chakula cha mchana, alimwonyesha video ya Kamya akifikiria kuhusu shindano la urembo na kumfanya aoneke aibu zaidi. Baadaye, Kamya alipokuwa akisoma daftari lake, akagundua picha ya Kigo, mvulana maarufu zaidi shuleni aliyeshinda shindano la mwaka uliopita, pamoja na Yura, mwanamitindo maarufu ambaye mama yake ni mmiliki wa kampuni kubwa ya vipodozi. Ingawa wasichana wengi walitamani kushiriki shindano hilo, Kamya hakujifikiria kuwa ana uwezo wa kushindana kwa sababu ya sura yake. Mama yake aliona shindano hilo ni kupoteza muda, na Kamya mwenyewe hakujiamini kwa sababu ya kifua chake kilichonyoka na paji lake kubwa. Siku moja asubuhi, alipokuwa njiani kwenda shule, Kamya alimwona mwanamume akiangusha karatasi na akakimbia kumrudishia. Lakini huyo mwanamume alikataa kuchukua na akaondoka, na kumfanya Kamya amkose basi. Mwanafunzi mwingine, Kigo, alimuuliza kama anampenda. Kamya alishangaa kwamba mtu mzuri kama huyo alikuwa akimzungumzia na kwa hofu alikiri kuwa anamheshimu. Kigo alimkaribia kama kumkumbatia, lakini Kamya alikimbia. Kigo alimshika mkono na wakakimbia pamoja kwenda darasani. Darasani, Kigo alimweka wazi kwa kuuliza mbele ya kila mtu kama Kamya anampenda. Aibu, Kamya alikana haraka na kukimbilia kitini chake. Yura aliona hili na akajisikia wivu, akidhani Kigo amempata mwingine badala yake. Baadaye, mwalimu alitangaza shindano la urembo shuleni na kuwakaribisha wasichana kushiriki. Kamya alikataa mara moja, akidhani kuwa hapendezi. Yura alimtia moyo kushiriki na Kamya akashangaa, kwa nini darasa lote likamshangilia, na hatimaye mwalimu akamchagua Kamya kuwa mmoja wa washiriki nyumbani kamya alirudi kwa furaha kumweleza mama yake, lakini wazazi wake walikuwa na mashaka na kumtaka asishiriki. Kamya alijinyamazia, lakini ndani alihisi huzuni. Aliangalia picha yake ya utoto na Roy, akijifungia ndani na kujifikiria kuwa ndoto yake haitokea. Lakini katika wakati huo mgumu, kaka yake mdogo alimtuliza kwa kumfariji, akimfanya Kamya atabasamu. Asubuhi iliyofuata, Yura alimpa Kamya usaidizi wa kutengeneza uso, lakini baadhi ya wasichana walimtishia. Kamya alimtetea msichana mwingine, Anne, aliyekuwa akinyanyaswa. Shule ilikuwa imeweka picha za washiriki wa shindano, na Kamya alishangaa alipojiona mwenyewe. Rafiki yake wa karibu, Haya, alimtakia kila laheri, na hata Kigo alimsifu. Wakati ulipokwenda, Kigo aligundua kwamba anaanza kumwona Kamya kwa upendo. Siku moja maktabani, Kamya alijiuliza kama mtu mzuri kama Kigo angeweza kumpenda kweli. Haya alimshauri asifikirie sana na akamwalika kwenye tamasha la fireworks. Kamya aliamua kujitengeneza zaidi. Alimwomba Yura msaada wa kujifanya mrembo na mwanafunzi mwingine akamfundisha mbinu za kunyosha uso na kukimbia kila siku. Asubuhi iliyofuata, Kamya alishangaa alipoona Kigo akimfuata kwenye mazoezi. Wakati wa shindano, Kamya alimgonga mwanafunzi mpya na kumchafua shati lake. Huyo mwanafunzi, Soru, alimwambia Kamya kuwa anachukia watu wanaoshiriki mashindano ya urembo. Yura alimsamehe Kamya hadharani, lakini Kigo aliona kwamba alikuwa na nia mbaya. Kamya alikataa kumweleza Kigo kuhusu yaliyotokea kwenye paa. Haya alimshtaki Kamya kwa kumwacha mbali, na Kamya alihisi uchungu alipoona Haya akawa karibu na Yura. Siku za baadaye, Yura alialika darasa lote kwenye sherehe nyumbani kwake. Soru alikubali kuhudhuria ikiwa Kamya atakwenda pamoja naye. Wakati wa sherehe, Kamya alihisi kutengwa. Soru alimtetea alipoona wasichana wakimdhalilisha Haya. Kamya alimukoa Haya, lakini plasta yake ilianguka na kumfichua kovu lake. Watu walimtazama kwa huruma. Kigo alipojaribu kumsaidia, mguu wake ulikwama na akaanguka majini. Soru aliruka kuwasaidia wote. Baadaye, Soru na Kigo walipatana kwa heshima, wakigundua kuwa wote wawili walikuwa na nia nzuri. Kamya alimwambia Kigo asijisumbue naye tena, kwani hakutaka kuwa mzaha. Soru alimtegemea kwa ufahamu. Haya alimshukuru Kamya kwa kumokoa na kumwomba msamaha kwa kumwacha Kamya aligundua kwamba Haya alikuwa amemsaidia kupatanisha na Kigo. Alimtafuta Kigo na kumwomba msamaha kwa kumkataa. Chini ya nyota, Kigo alimpeleka Kamya kwenye tamasha la fireworks alilomtayarisha kwake, wakarudiana upendo wao. Wakati huo huo, Soru aligundua kwamba anampenda Kamya, lakini kabla Kigo hajamsalimia Kamya, Yura na mama yake walitokea na kumfahamisha kuwa Kigo anahitaji kuwa Yura ili kampuni ya baba yake isiwe na matatizo ya kifedha. Kamya aliondoka kwa huzuni. Nyumbani, baba yake alimtaka Kamya afunike kovu lake, lakini alikataa. Alikubali sura yake kwa mara ya kwanza. Siku iliyofuata, Kamya na Haya walipatana tena. Kigo na Soru walimtazama kwa upendo, wakigundua kwamba wote wawili wanampenda. Wakati wa darasani, Kigo alipendekeza Kamya kuwa mwenyeji wa kampuni ya vipodozi, lakini Kamya alisita. Alimwambia Kigo kuwa bado wanapaswa kuwa marafiki. Wakati wa kutengeneza tangazo, Yura alimdharau Kamya kwa kovu lake, lakini Kamya alikubali kwa ujasiri. Kigo alishindwa kumtazama Kamya na mkurugenzi alimchagua Kamya kuwa sehemu ya tangazo. Kamya alikimbilia kwenye paa na Soru akamfuata. Alimtuliza na kumhakikishia kuwa ataweza. Siku ya mwaka mpya, Kamya na Soru walifanya kazi pamoja kwenye duka la keki. Kamya alivaa ndevu za Santa Claus kuficha kovu lake. Wakati huo huo, Yura na mama yake walimlazimisha Kigo kuoa Yura. Kigo alikataa, akisema kuwa anampenda Kamya. Siku moja, watu wawili walimnyanyasa Kamya na kumvunja maskara yake. Soru aliwashambulia lakini wakampiga. Kamya alimfariji Soru lakini ndani alihisi uchungu. Soru alimwambia Kamya asilie na akampa pipi. Kigo alimwambia Yura kwamba anampenda Kamya na akakimbia. Wakati Kamya na Soru walipokuwa wakitembea, Soru alimwambia Kamya kwamba anampenda. Kigo aliona hili na akahisi uchungu. Shuleni, Yura alisema kwamba bado anampenda Kigo, ingawa alikuwa amemkataa. Kamya na Kigo walitembea mjini, wakikumbuka siku walizokutana. Walifika pwani na Kamya alitaka kuandika neno upendo kwenye mchanga. Polisi alipowaona, alidhani wamekimbia shule na akawakimbiza. Kamya alijaribu kuficha kovu lake kwa hofu, lakini Kigo akamcheka kwa undani, akimwambia kwamba ni wahalifu halisi tu wanayopaswa kuogopa. Wakati huo huo, rafiki wa karibu wa Kigo, Taki, na Haya walianza kuwa karibu zaidi. Ingawa Taki alikuwa na wasiwasi kuhusu Kigo, Haya alimtuliza kwamba Kamya atamsaidia. Nyumbani kwa Yura, mama yake alimnyima Yura kwa sababu alikuwa na mawazo ya kibiashara zaidi kuliko ya kibinafsi. Alimwambia Yura kwamba mtu mwenye nguvu zaidi ndiye anayeweza kufanikiwa bila kujali upendo. Kamya na Kigo waliporudi nyumbani, baba yake Kamya aliwakuta pamoja. Kigo alijitambulisha kwa heshima, na mama yake Kamya alianza kumchukia. Wakati wa chakula, Kigo alisema wazi kwamba bado hawakuwa wapenzi, lakini alikiri kuwa anampenda Kamya. Alisema hata kwamba Soru angeweza kuwa mwenye kumfaa zaidi, na hilo lilimfanya wazazi wa Kamya washangae kwamba binti yao alikuwa na wapendwa wawili. Baadaye, Haya alimpigia Kamya simu kwa furaha, akimwambia kwamba Taki alimwomba kuwa mpenzi wake na alikubali. Wakaplan kufanya sherehe na kuwakaribisha marafiki wote. Wakati wa kuosha vyombo pamoja, Kigo alimwambia Kamya kwamba kuwapo karibu naye si chaguo tu, bali ni lazima kwake. Alitaka kushiriki shindano la urembo, lakini alikuwa na hofu ya kuhukumiwa na umma. Kamya alimtaka aache wasiwasi na kufurahia sherehe. Sherehe walikosa basi na kufika sherehe. Baada ya muda, Yura alikuwa peke yake jukwani akiwa na hofu. Kigo na Kamya walipofika, Kamya alimtaka Kigo asimwache Yura peke yake. Kigo alitangaza rasmi kushiriki shindano la urembo, lakini Yura alimtukana kwa kusema uso wake ni bandia kwa sababu ya upasuaji wake wa plastiki. Kamya alisimama kwa ujasiri akimtetea Kigo na kukashifu mama wa Yura kwa kuthamini urembo wa nje tu, akamwambia Yura apende nafsi yake ili asiendelee kuadhuru wengine. Soru alimtazama Kamya kwa fahari akihisi hisia zake kwa yeye. Kigo alimuomba Kamya kushiriki shindano pia. Yura alikasirika akisema kwamba mwenye kovu kushiriki shindano la urembo kungefanya kuwa mzaha. Mara Anne alisimama na kufichua ukweli: Kamya alikuwa amemokoa wa Yura wakati mmoja na kujiumiza kwa ajili yake. Yura na mama yake walishtuka. Mama wa Yura alimsamehe Kamya kwa dhati na kumwomba msamaha. Baadaye, Kamya na Anne walizungumza kwa upendo, wakigundua kwamba kushinda shindano la urembo hakuna maana ikiwa hakutoi furaha ya kweli. Yura mama alimsihi Kamya kushiriki shindano na kumsaidia kuchagua mavazi. Kigo alikataa kumsaidia Kamya, akidhani kwamba Kamya anampenda Soru. Soru alimkemea Kigo kwa kuwa mjinga na wakaribu kupigana, hadi Kigo alipojua ukweli. Kamya alikuwa amemkataa Soru kwa sababu alimpenda Kigo. Ingawa alijua hili, Kigo alishindwa kumwambia Kamya hisia zake. Alikimbia baada ya kujaribu kumwambia. Kamya alihisi huzuni, akijiuliza kwa nini Kigo alikuwa na shida kukiri upendo wake. Siku moja Yura alimkuta Kamya mtania kwa kovu lake, akasema kwamba mama yake alimruhusu kushiriki kwa huruma tu na kwamba baada ya shindano marafiki wangeendelea kumdhihaki. Lakini Kamya hakuogopa tena, alijua thamani yake haitegemei sura yake. Siku ya shindano ilifika, Yura alitangulia kwenye jukwaa akajitangaza kuwa mrembo wa kweli. Kamya alipanda jukwaa na kufuta vipodozi vyake, akionyesha kovu lake kwa ujasiri. Alivaa pete za glasi alizopewa na Soru, akishukuru wale waliomsaidia kuwa mwenye nguvu. Watazamaji walimpiga makofi kwa shangwe. Yura na Kigo ndio waliotangazwa washindi, lakini Yura alikimbia akiwa na huzuni. Kamya alimfuata na kumfariji akimwambia kwamba wangekuwa marafiki wa kweli. siku moja Kigo alimkuta Kamya akishika viatu vyake kama kwenye hadithi za vichekesho, akamwambia kwamba kwa yeye Kamya ndiye mrembo wa kweli na mshindi wa shindano. Wakati huo walibembeleza kwa upendo chini ya Fireworks zenye kupendeza. Maisha yalirudi kawaida. Kaka yake Kamya aliendelea kumdharau. Haya alibaki rafiki yake mwaminifu, na Kamya akawa na urafiki na Anne na Yura. Soru alibaki karibu naye na mara nyingi walitembelea dada yake Roy. Kwa Kigo na Kamya walikuwa na furaha ya kweli kwa sababu upendo wao ulikuwa wa kweli.